Asifiwe msikilizaji, nakuja na jambo lingine tena siku ya leo. Haleluya, nakuja na mada nzito sana ya kukufanya ujisikie wewe ni mwanadamu. Mada yangu inasema, usifanye kosa la kujidharau. Wasipokuheshimu, jiheshimu wewe mwenyewe. Yaani kama itatokea watu wasikuheshimu, ndugu wasikuheshimu rafiki wasikuheshimu jamaa wasikuheshimu basi wewe jiheshimu mwenyewe, na Mungu anakuheshimu. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza mstari wa sita mpaka wa nane Biblia inazungumzia Mungu humwinua mnyonge kutoka jahani, amketishe na wakuu. Mungu anamtoa mtu chini, mtu ambaye alidharauliwa mtu ambaye hakuheshimiwa anamketisha na wakuu. Saa yako ya kuinuliwa inakuja. Usivunjike moyo kwa sababu ya leo, usivunjike moyo kwa sababu ya leo, kuna kesho inakuja. Kwa hiyo Biblia inatufundisha, Mungu anaweza akakuinua from nowhere muda wowote ukawa mtu mkuu ukawa mtu wa kuheshimiwa na jamii. Kwa hiyo mtu anayekudharau leo, na wewe usimuunge mkono kujidharau. Wasipokuheshimu, jiheshimu wewe mwenyewe. Thamani ya utu wako unaijua wewe, thamani ya utu wako unaijua wewe. Wewe ndio unajua thamani ya utu wako. Kwa hiyo mtu yeyote asikushushe. Zaburi ya ishirini na tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu katika majani malisho ya majani mabichi huniongoza, kando ya mito ya maji ya utulivu huniongoza. Katika majani mabichi Mungu atakulisha, kando ya mito ya maji ya utulivu atakuongoza. Kwa hiyo jitahidi kwa gharama yoyote, kwa vyovyote utakavyofanya, jitahidi kujiona wewe ni wa thamani. Jione wewe ni mtu wa thamani. Jione wewe ni mtu ambaye anakubariwa na Mungu jione wewe hujapungukiwa. Jione wewe ni chombo cha thamani. Kama utajizalau ukaanza kujisemea maneno ya ovyoovyo ovyo. Wewe mimi maskini o, oh, mimi sio mimi sio mtu mimi ni wakufa utakufu. na matunda ya kinywa chako siku zote tamka ushindi katika kinywa chako, jitabirie mema, jinenee mema. Wewe ni wa thamani na Mungu anakujua ni wa thamani. Kwa sababu hiyo Paulo alimwandikia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya nne mstari wa kumi na mbili. Paulo anamwagiza Timoteo, anasema mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako, mtu awaye yeyote asidharau binti wako, mtu awaye yeyote asidharau mama wako. Ni kweli leo unalala kwenye nyumba ya manyasi, ni kweli leo huna kitanda kizuri, ni kweli leo huna godoro nzuri, ni kweli leo huna mali, huna gari, lakini kuna kesho yako. Mungu mwinua mnyonge kutoka jahani. Usijihukumu kwa sababu ya leo, kuna kesho inakungoja. Nisikilize wana wa Mungu, usijihukumu kwa sababu ya leo, kuna tumaini la kesho tena. Inua macho yako, mtazame Muumba, mtegemee Mungu anayejaza neema, atakubariki. Usikubali kufa moyo, usikubali kuungana na wanao kudharau. Biblia inasema mtu yeyote asidharau ujana wako, bali uwe kielezo. Katika Ufunuo sura ya tatu mstari wa nane Biblia inasema, Mungu anasema, tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa wazi, ambao hapana awezae kuufunga, kwa sababu wewe unampenda. Sikiliza nikwambie, mlango wa baraka zako uko mbele yako na hakuna anayeweza kukuzuia usiufikie. Hakuna anayeweza kukuzuia, ni wewe mwenyewe unaweza kujizuia. Namba moja, ukikubaliana na fikira za wanadamu juu yako. Kataa fikira mbaya za wanadamu juu yako, mawazo mabaya ya wanadamu juu yako yakatae. Kila jambo lisilompendeza Mungu analolinena wanadamu juu yako likatae kisha jinenee mema mwamini mungu kwamba umezaliwa kijijini utakulia mjini aleluya uamini mungu kwamba umezaliwa unapanda baiskeli utakufa una ndege utakufa una magari utakufa una majumba mwamini mungu kwamba wewe ni wa thamani mume wako yupo na ni wa thamani watu wasikukatisha tamaa sijui una matege sijui una nini hivyo haviwiani na ndoa yako yuko mungu mbinguni atakayekusaidia usikubali mtu yeyote akukatishe tamaa Jisimamie, jiamini, jikubali, jisamini. Narudia haya maneno, nasema hivi, usikubali mtu yeyote akukatishe tamaa. Jisimamie, kuwa na msimamo, jiamini, jikubali, jisamini. Yani wewe mwenyewe ujisamini, wewe mwenyewe ujikubali, wewe mwenyewe ujiamini wewe mwenyewe, ujisimamie wewe mwenyewe, ujijue wewe ni wa thamani wewe mwenyewe. Hata kama watu hawatakuheshimu, jiheshimu mwenyewe. Kama watu watakunenea mabaya, jinenee mazuri, shinda kwa mdomo wako. Tukutane tena siku nyingine. Naitwa mchungaji Joseph Petro kutoka kanisa la Pentekoste e, uwanja wa Mbuzi Kiloleli, Mwanza. Mungu akubariki sana, asante kwa elini, amen.